Tanuri tanyo linaingia Virginia, ndani kwa ndani mwanangu, mlima wa nguvu umechimbwa chini mwanangu. Nah, siku hizi mbili nimekuwa napita kwenye madaraja haya ya chini kwa chini. Tunaingia Virginia hapa mwanangu, e, American Technology, maji <laughs> Kitambo tukiwaambia diaspora tuna uwezo wa kutengeneza daraja kutoka Dar es Salaam mpaka Zanzibar kwa chini kwa chini, kwa sababu tumeshayaona mwanangu. Maji hayapiti ya hapa wala mvua nyingi. One minute and a half is up, tunatoboa nje mwanangu.